Habari kuhusu nchi ya Iran leo, ungeana na mimi mtangazaji wako kusikiliza nakala hii. Iran, Kwa jina Iran inahesabika kuwa na uwezo mkubwa wa kijeshi hasa katika eneo la Mashariki ya Kati, ingawa inatofautiana na majeshi ya magharibi yenye teknolojia ya juu. Tukiangalia katika nafasi ya kijeshi ya Irani duniani na kikanda. Kulingana na ripoti ya Global Power Power Index ya mwaka 2025, Iran imeorodheshwa kama nafasi ya 16 duniani kati ya nchi 145 zilizopimwa, inashika nafasi za juu kabisa kati ya nchi za Mashariki ya Kati. Hii inaonyesha kwamba Irani ni nguvu kuu ya kijeshi. Hii inaonyesha kwamba Irani ina nguvu kuu ya kijeshi ikizidi nchi nyingi duniani kwa uwezo wake wa jumla. Tukiangalia vipengele muhimu vya uwezo wa kijeshi wa Irani idadi kubwa ya wanajeshi. Iran ina idadi kubwa sana ya wanajeshi, inakadiriwa kuwa na wanajeshi hai wapatao milioni 6 na elfu kumi na wanajeshi wa akiba takriban milioni tatu elfu hamsini Wanajeshi wake wameganyika katika vikosi viwili vikubwa: jeshi la kawaida kwa jina Atesh linalohusika na ulinzi wa mipaka na majukumu ya kijeshi ya kawaida, jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC ambalo ni Islamic Revolutionary Guard Corps. Hili ndi jeshi lenye nguvu na ushawishi mkubwa sana, likijumuisha vikosi maalum kama Guard Force, amri ya makombora ya kimkakati na kikosi cha saiba. IRGC pia hufanya kazi kwa undani na vikundi vya washirika wake proxies katika eneo hilo. Mpango kabambe wa makombora ya balistiki, hiki ndicho silaha muhimu zaidi ya Iran. Iran imewekeza pakubwa katika kuendeleza makombora ya balistiki yenye uwezo wa kurusha mbali na kubeba mizigo mikubwa. Ina makombora yanayoweza ma kufikia Israel na maeneo mengine muhimu ya Mashariki ya Kati. Umekuwa na ripoti za matumizi ya makombora kama Haj Qasim yenye kilomita 1400 Fatah lenye kilomita 1400 na Khaybar Shekhan lenye kilomita 1450 katika mashambulizi ya hivi karibuni dhidi ya Israel. Iran pia inazalisha makombora yenye uwezo wa kubeba vichwa vingi yaani, multiple independently targetable reentry vehicles MIRV, na inafanya utafiti wa mifumo yenye uwezo wa kufikia umbali mrefu zaidi kama vile Gaim yenye urefu wa mita 1 ambayo kinadharia inaweza kubeba shehana ya nyuklia hadi kilomita elfu tano. Uwezo wa ndege zisizo na rubani UAVC drones. Iran imeendeleza na kuzalisha kwa wingi ndege zisizo na rubani yaani drones ikiwemo Shahid namba 136 Arash na matokeo makubwa ya Shahidi 101 moja moja. hizi zimetumika kwa mashambulizi na upelelezi. Iran pia imeuza drones hizi kwa nchi nyingine kama Rasia kwa matumizi yao ya vitani. Uzalishaji wa ndani wa silaha Kutokana na vikwazo vya kimataifa na kiuchumi vilivyoendelea kwa miongo kadhaa, Iran imeanzisha na kuimarisha kwa kiasi kikubwa sekta ya uzalishaji wa silaha ndani ya nchi. Wadadai kuwa vifaa vingi vya kijeshi wanavyotumia vinatengenezwa ndani ya nchi na wamekuwa hata wanunuzi wa silaha tangu miaka elfu mbili. Mpango wa nyuklia huu ndio chanzo kikubwa cha wasiwasi wa kimataifa na wasiwasi wasi wa usalama wa Israel ingawa Iran inasisitiza mpango wake wa nyuklia ni kwa ajili ya matumizi ya amani, yani kuzalisha umeme, imekuwa ikirisisha iki uranium hadi viwango vya juu vya asilimia 60 ambavyo viko karibu na kiwango kinachohitajika kwa silaha za nyuklia n yani asilimia 90. Shirika la kimataifa la nguvu za atomiki IAEA imethibitisha kuwa Irani ina kiasi cha uranium kilichorutubishwa cha kutosha kutengeneza mabomu kadhaa ya nyuklia endapo itaamua kuirichisha kuirichisha zaidi. Israeli inashutumiwa kufanya mashambulizi ya mara kwa mara dhidi ya vituo vya nyuklia vya Iran nakuo, nakuo, uwa, uwa, na kuwaua wanasayansi wake wa, wa nyuklia ili kuzuia maendeleo ya mpango huo. Vikwazo na changamoto liche uwezo wake Iran inakabiliwa na changamoto kutokana na vikwazo vya muda mrefu vya kimataifa ambavyo vimeizuia kupata teknolojia ya kisasa za kijeshi kutoka nje. Vikosi vyake vya anga kwa mfano, vina ndege nyingi za zamani, takriban 350 ambazo zilizopatikana kabla ya mapinduzi ya mwaka 1979 au zimeongezwa kutoka Russia. Ubora wa ndege zao uko nyuma ukilinganisha na nchi kama Israel mashambulizi ya hivi karibuni ya Israel yamedhoofisha kwa kiasi kikubwa uwezo wa Irani wa makombora ya balistiki na miundombinu yake ya nyuklia, huku ripoti zikisema karibu nusu ya vizindua vyao vyao makombora vinaharibiwa. Kwa ujumla, Iran inachukuliwa kuwa na uwezo mkubwa wa kijeshi kutokana na idadi kubwa ya wanajeshi, mpango wake wa makombora ya balistiki na uzalishaji wa ndani wa silaha Licha changamoto na vikwazo na ubora wa baadhi ya vifaa vyake, mpango wa, mpango wake wa nyuklia unabaki kuwa eneo muhimu la mvutano na wasiwasi wasi. Habari hii imetolewa hapa na mimi mtangazaji wako George Malanda.